Yesbana, mambo vipi? Ndo wangu wa nguvu ambao unaenda kufuatilia Hongoli TV bana, ni wakati mwingine na siku nyingine tena tunakutana hapa kwa ajili ya kupeana mastori. Kumbuka hapo utapata taarifa mbalimbali za kimichezo na ambazo zimejili katika jamii yetu bana. Kubwa zaidi leo hii na kusogezea mchongo mmoja ambao unapaswa kujua kupitia Hongoli TV bana, za ndani kabisa ambazo nakupatia siku ya leo inahusu inahusu klabu ya Simba Simba, pamoja na kocha Juma Mgunda aka Pep Guardiola mnene wa kibongobongo Tunafahamu Juma Mgunda hadi sasa hivi ameongoza klabu ya Simba katika michezo sita, na akifanikiwa kushinda michezo yote sita ambapo amefundisha timu hiyo tena, akiwa na clean sheet, kwa maana hajaruhusu bao lolote lile. Mchongo ulianza pale ambapo Zoran alipoweza kutangaza rasmi kutoka kwenye klabu ya Simba Simba na kutimkia zake kule Al Ittihad iliyopo nchini Misri, ambapo Simba sasa wakajaribu kutafuta tafuta mwalimu akaweza kuifundisha timu hiyo, hatimaye akaangukia kwa Juma Mgunda, ambapo Juma Mgunda kibarua chake cha kwanza kabisa kile ilikuwa mchezo dhidi ya Nyasa Big Bullet pale Malawi, na akafanikiwa kuibuka na ushindi wa goli mbili kwa sifuri. Lakini kibarua kingine kilikuwa ni kati ya Simba na Tanzania Prisons pale Mbeya, ambapo Simba akavunja ule, akautafuna mfupa baada ya miaka mit, uh, miaka mitatu kushindwa kuutafuna, lakini Juma Mgunda akafanikiwa kuibuka na ushindi wa goli moja kwa sifuri. Baadaye pia Simba akacheza mchezo wa marejeano dhidi ya Nyasa Big Bullet katika dimba la Mkapa, Simba akaondoka na ushindi wa magoli mawili kwa sifuri. Simba tena baadaye wakaenda kucheza mechi ya kirafiki pale Visiwani Zanzibar ambapo walipata tukia ushindi dhidi ya Malindi na Kipanga FC ambapo walishinda matatu kwa sifuri. Hizo zote zikiongozwa na kocha Juma Mgunda. Lakini pia kibarua kingine ni mchezo dhidi ya Dodoma Jiji FC ambapo Simba alifanikiwa kuondoka na ushindi wa magoli uh, matatu kwa sifuri ambapo sasa inakamilisha uh, Juma Mgunda akiwa na siku ishirini na sita kazini akiwa michezo sita hajaruhusu bao lolote na akishinda, ushindi wa kishindo, si ushindi tu, bali ushindi ambao pia biliani ile kama wana Simba limeanza kurejea. Sasa maswali yamekuwa mengi sana kwa klabu ya Simba sasa hivi wapo kwenye mchakato wa kumtafuta kocha mkuu, lakini za ndani kabisa ambao nimezipata uh, mashabiki wengi wa Simba wanatamani sana kuona Juma Mgunda akipewa timu, lakini pia wengine wanasamani kuona labda timu hiyo ikiwa na chini ya mzungu. Sasa za ndani kabisa ambao nimezipata bwana, klabu ya Simba imempa kocha Juma Mgunda mechi tatu. Hizi mechi akishinda bwana, basi jamaa atatoa mkataba wa moja kwa moja. Inasemekana kwamba uongozi uh, wa klabu ya Simba umempa michezo mitatu Juma Mgunda kocha ambaye anakaimu nafasi ya kocha mkuu ndani ya Simba akisaidiwa na Suleiman Matola. Endapo atafunga ama atatoa Premiero De Agosto katika michuano hii na kufikisha timu atoa makundi lakini pia akiwafunga Yanga Oktoba 23 basi atafanikiwa kwenda hatua ya ama atapewa ata, ata mkataba wa moja kwa moja ndani ya mamba hiyo ya wekundu wa Msimbazi, Simba. Sasa maswali yamekuwa mengi sana. Je, ataweza kutafuna mfupa huo? Lakini pia maswali, kwa nini Simba wampatie ki, kipengele kizito kwelikweli, eh, ili hali tayari ameshaonesha kitu ambacho kipo eh, alichonacho na vijana wake kuweza kuvipokea. Sasa hivi sasa hivi wanajiandaa na safari

ambapo kodi simba itaondoka nchini oktoba nane kuelekea pale nchini angola ambako itacheza mchezo wa kabingwa afrika dhidi ya primero de agosto mchezo ambao utakuwa ni raundi ya kwanza utachezwa oktoba tisa pale uh, lwanda nchini angola je yeah, juma mgunda atafanikiwa kuz, uh, kufuzu eh, yeah, vizingiti hivyo basi endapo atafanikiwa bwana atapewa mkataba wa moja kwa moja ndani ya wekundu msimbazi simba bwana kwa leo mimi naishia hapo lakini nikwambie kwamba kama bado ja subscribe anafanya kus Klabu hivi sasa ili wa kwanza kupata taarifa mbalimbali za kimichezo. Till next time, ciao.